sasa kwenye shule za msingi na shule za awali usajili au uandikishaji niliokwisha kupata taarifa, kwa maana ya shule ya awali elfu kumi na nane kama mia mbili na hamsini na saba, lakini shule ya darasa la kwanza ni kama elfu ishirini, kitu kama na mia nane na thelathini na saba hivi. Sasa nitoe wito pia kwa wazazi, kwa sababu uandikishaji huu maana yake ni kwamba ndicho tunachokitarajia kitokee kwenye, kwenye mapokezi na tarehe za kufungua shule zimekwisha kuainishwa. Kwa hiyo ni wasihi wazazi wawalete wanafunzi shuleni kwa sababu pati ya serikali imekwisha kukamilika, miundombinu ipo, walimu wapo, kwahiyo imebaki sasa pati ya wazazi kuleta wanafunzi na ni watake pia eh, maafisa elimu kata, lakini pia na watendaji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 lakini pia niwaombe wazazi kutuletea watoto wa darasa la awali mapema iwezekanavyo, wale walioandikishwa wa na ambao wajaandikishwa, tuko tayari kuwapokea tarehe kumi na tatu.